Nikakujuza msikilizaji uh, wa so, kuhusiana na categories, ambapo nisema baadaye nitakuja kuelezea kwa kina kuhusiana na zile tuzo za za muziki wa nyimbo za injili. Sawa so, tukawa tumeyama kidogo tumemsikiliza hapa Maindere. Asubuhi leo bwana tuko na Ussy Charugamba, yani mwimbaji na niko nimeelezea hapa nyuma, wakati tunaongea nyuma ya mike, si ndio? um, okay, kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia uh, ni mwanasheria kutoka chama cha wafanyakazi Tagru lakini pia uh, ni wakili msomi uh, kitumia sio neno hilo, si mwanasheria tunamwita wakili, si ndio? Eh, ili iweze kueleweka zaidi maanayake. um, hapa nazungumzia mbobevu katika eneo hilo la sheria, lakini pia amekuwa uh, akitetea wafanyakazi katika changamoto mbalimbali akiwa uh, kama mfanyakazi wa umma, lakini the same amekuwa ni mtumishi wa Mungu. Yaani hapa sasa sijajua maanake, yaani hata nielezea hiyo vizuri uh, kuna mtumishi wa Mungu na mtumishi wa umma si ndio? Yeah, eh? Eh, eh, lakini unaweza kuwa na vitu vyote va mtumishi wa umma na mtumishi wa Mungu na mtumishi pia wa sekta binafsi, ila eh, eh, inamhitaji Mungu inasema naweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Sasa leo kilicho sababisha aje ni juu ya kuelezea amefanikiwa kuweza kulize wimbo mpya, sawa. Lakini the same baada ya kulize wimbo mpya, amekuja kutupa baraka, kwa maana kwamba ana takriban nyimbo ambazo ni kumi na saba na sasa iko kwenye mchakato wa 18, sasa tumezungumzia mstari kutoka Wafilipi ambao unasema naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu, Wafilipi 4:13. Ussy Charugamba, ili kuaje kwaje uliwezaje kuyaweza ku, haya yote sisi tumekupa tume, mstari wa kujitetea lakini tunaomba mm -hmm, kwanza tukufahamu vizuri. Yani hiyo Bwana, yani kufanya hiyo ni Mungu ni mm. Mungu ni uwezo wa Roho Mtakatifu Mm. kuna pari akasema, Mungu akamwambia, not mm. not by might, not by power, Zerubabeli, but by my spirit mm. mm. si kwa uweza, si kwa nguvu, bali kwa roho yake, ananiwezesha kwa sababu mziki unalia ndani yangu okay, o, sipati shira kivile mm. watu wengi eh, wanaposema nataka kwenda kumtumikia Mungu uh, wanakuwa na dhana mbalimbali uh, nikuta kuna mjadala sehemu fulani lakini nitazungumzia baadaye huko mjadala. Turudi kwenye ile eneo uh, ni wapi watu wanapoingia perception ambazo wanakwepo nazo na anachokuja kukiona kinakuwa kiko tofauti, nakwaje? Yani mtu anafikiria kwamba akiingia kwenye gospel hapa atapiga hela nyingi, alafu akija hakutani na fedha nyingi kama ambavyo alivyokuwa anafikiria mm. Wanakwambia si kila kitu kizuri ni cha kwako mm. usifanye kila kitu kizuri mm. fanya kitu ambacho ni sahihi kwako kosi kila kitu cha kufanya sasa, ukikimbea utapata shida, mmm utapata shida, anatakiwa okay, uvumilivu na commitment, okay. Wewe we, we, we uliingia uli, uli kwenye gospel, yani wito wako uliupataje? Tuzungumza na yule ambaye sasa hivi inawezekana yeye ni amua, imeanza kuiva nikiwa form 2 unajua, naimba naimbisha naimbisha kwaya hmm, sifa, kipindi cha sifa, kiongozi wa sifa pale YGT Biharamulo, mmm kwa hiyo benjengea uweze toka form 2 1990 na kitu huko mpaka leo bado naimba, kwa hiyo miaka mingi ninayo kwenye gospel sawa. Kwenye huu msukumo ambao umeuzungumzia toka miaka hiyo na mpaka sasa ambapo umekuwa ukiendelea uh, kuimba um, sisi tuna, tunasema kwamba kuingia na kudumu katika huduma huwa ni ni ngumu sana. Wewe umewezaje kukaa kwenye mm hiyo -hmm. miaka yote kutoka uh, miaka mm hiyo -hmm. elfu mbili sasa leo elfu mbili na ishirini na tano sijui kiasi sasa, ulikuwa na miaka mingapi? Lakini uh, tuzungumzie wewe kwenye hiyo miaka yote ya uh, huduma Ah, kama walivyosema mwenyewe nayaweza mambo yote katika Kristo anitia mm. nguvu. Mungu ananiwezesha mm. Mungu ananiwezesha, Mungu ananiwezesha ananipa uwezo, na changamoto nazijaribu zile, naziaresti na mambo yanakwenda. Saa labda pengine, kuna kuna mtu ambaye alikuwa na ku encourage yani nyuma hapo po, hebu ukafanye hivi. Yani, kuna mtu ambaye anakutia moyo kwenye safari yako ya uimbaji wa muziki wa nyimbo za Injili kwenye hiyo miaka? Ah, nachosema ni baba yangu ambaye ni Abubakari Charugamba ananitia sana moyo mm, baba yangu ananitia sana moyo mm, na waga hata yani, tukiongea anafurahia sana nyimbo zangu mm, na last time watoto wangu walikwenda pale Biharamulo kumtembelea akaanza kuwasikilizisha zile nyimbo zangu mm, kwao. So, anasema ananiambiaga, hata unanitia sana moyo kwa nyimbo zako, zinanifariji sana. Okay, ni baba yako mzazi? Baba yangu mzazi anasapoti sana Ha, watu ambao katika watu ambao wana athari kwa mm. maisha ya mtu ni wazazi mm. watu kama kikuwa kikuhasi mawazo utapata shida sana. Kwa hiyo mzazi ana nguvu sana katika kumpa direction mtu kwao. Nashukuru kwa Mungu kwa kulipa mzazi ambaye anatia moyo. Je, yeah, mtu mwingine wa karibu ambaye pia ni mtu mkubwa anayesapoti kazi yako ni nani? Ah, sio tu mtu mkubwa, hata watoto wangu wananisapoti a nikitikisha toa mziki na wapaga wakoment, mm, mm. wanipe maxi, wanaambia unanipa ngapi, yaani mchango kusaidia ile nyimbo yeah. au marekebisho, unajua yeah. Wanaimba sitakumbuka, umeimba wa sante yeah. nimba nao kona nyo wananitia nguvu watoto wangu watu wa karibu kabisa mm -hmm. ambao niko nao hapa Morogoro na, na wananipa bags kabisa hapa mm -hmm. Hey, <laughs> yeah. ni ai au gapi? Kwa kawaida huwa wanakwambia ngapi? wanipa A sasa kwa hiyo kwa sababu kuhi nguri wa mziki wa mziki wa mziki <laughs> wa mziki wa mziki wa mziki wa mziki wa